Chukua tuzo. Uh, ntapitia kwa haraka haraka, mshambuliaji wa timu ya Young Africans ya Dar es Salaam Prince Dube amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi wa pili kwa maana ya Februari, eh, wa ligi kuu uh, Tanzania Bara kwa maana ya NBC, eh, msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025, huku Mirudiamd. pia akiwa kocha bora wa mwezi wa pili uh, lakini Dube alionekana alionyesha uh, Kiwango kizuri uh, chenye mwendelezo eh, kiwango kizuri chenye mwendelezo akiwashinda Stefan Aziziki wa Young Africans, lakini pia alimshinda Selemani Bwenz wa KenGold uh, lakini pia aliingia na ambao aliingia nao fainali na mchakato wa tuzo za mwezi uliofanyika na kamati ya tuzo ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini mchezaji huyo alitoa ali ali mchango mkubwa. Uh, katika timu yake Young Africans, kwa maana Africans kwenye michezo saba ambayo Yanga walicheza, uh, Prince Dube alicheza alih, alihusika uh, kwenye kufunga magoli matano ndani ya mechi saba ambazo Yanga wamezicheza, lakini pia amehusika pia kwenye kutoa asisti uh, tano uh, ndani ya dakika mia tano sitini na mbili uh, alizocheza. Yanga ilishinda michezo sita na kutoa sare mchezo mmoja dhidi ya JKT Tanzania. Yo, michezo mingine mitano Young Africans uh, walishinda. Lakini kwa kocha Hamdi Mirudi, yeye aliongoza Young Africans kupata uh, suruhu dhidi ya JKT Tanzania, lakini pia uh, aliongoza Young Africans kwenye ushindi wa goli sita kwa moja kama na kumbukumbu dhidi ya KMC, lakini pia ushindi wa Singida Black Stars wa goli mbili kwa moja pamoja na Mashujaa goli tano kwa sifuri uh, lakini na Pamba Jiji Yanga walishinda goli tatu kwa sifuri na mechi nyingine ambazo Yanga uh, walishinda mwezi huo uh, lakini haikuwa ay chini ya Hamdi Mirud, uh, ni dhidi ya Ken Gold ambao walishinda goli sita kwa moja lakini pia na dhidi ya Kagera Sugar ambayo walishinda goli nne kwa sifuri Uh, Mirud Hamdi kwa maana kocha wa Yanga amemshinda kocha wa Simba kwa maana ya Fado Davis, pamoja na kocha wa Pamba eh, fre eh, Minziro uh, kwa jina maarufu uh, kata raia baba Isaya uh, au Minziro atakuwa anafahamika ana, ana hivyo. Tuanze kwenye tuzo moja baada ya nyingine, eneo la yes. mchezaji bora uh, Prince Dube amewashinda Stephane aziziki ya. pamoja na Sulemani Sulemani Bwenzi wa Ken Gold. Uh, unafikiri ni kigezo kipi ambacho kimetumika kuchukua tuzo huyo Prince Dube mbele ya Stephane aziziki na Sulemani Bwenzi? nadhani kigezo kikubwa ambacho kimetumika ni kwamba Prince Dube amekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha Young Africans kwa hizi mechi ambazo uh, zimetajwa. Kumbuka Prince Dube alicheza michezo kumi uh, bila kufunga goli kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara, yani michezo yote kumi ya kusika kwenye magoli, lakini kwa hizi michezo mingine ndo akaanza kuonekana kwamba ni mshambuliaji ambaye yuko vizuriinawezekanaje ina, mchezaji ambaye hajafunga mchezo kumi anapewa tuzo? Yeah, yani nazungumza kwamba alikuwa ajafunga adi magoli kwenye hiye michezo, lakini baada ya hapo kiwango chake ikaanza kurejea tukaanza kumuona Prince Dube wa Azam kutokana na aina ya magoli ambayo amekuwa akiyafunga. Kwa hiyo kupewa tuzo ni kwamba amewazidi Stefano Ziziki pamoja na Selemani Bwenzi. Mfano Stefano Ziziki kwenye nais amefunga magoli matatu kama sikosei, na asisti zilizopungua tatu. Lakini Selemani Bwenzi pia kafunga magoli matano na yeye amekuwa na mwelezo mzuri, kama sio magoli sita, lakini Selemani Bwenzi kilichomwangusha ni asisti yani Prince Dube kafunga magoli matano, katoa asisti tano. Kwa hiyo kwenye wastani wa magoli ambayo ameyafunga ndani ya mechi sita ambazo Yanga wamezicheza ndani ya uh, mechi saba kahusika kwenye magoli kumi. Kwa hiyo yani kwenye mechi saba kafunga uh, kafunga magoli matano kahusika kwenye asisti uh, tano. Kwa ujumla ni pamoja ukijumuisha kwa pamoja ni magoli kumi ambayo Prince Dube amehusikana nayo tofauti na kina Stefan Aziziki pamoja na Selemani Bonza Lazani ndio kigezo kikubwa ambacho kimewafanya Uh, bodi ya ligi uh, kuweza kumchagua Prince Dube kuwa mchezaji bora wa mwezi wa pili. Lakini kingine ni kutokana na kiwango macho kionyesha kama ilivyozungumza kufunga magoli kwa sababu sasa hivi top scorer wa NBC Premier League msimu huu ni Prince Dube ambaye ana goli kumi na assist saba anawazidi wote, japokuwa kuna wengine wanalingana, wanalingana magoli kama Clement Mzize ambaye pia ana goli kumi na Jean Sharea, kwa hiyo nadhani kigezo kikubwa ambacho kimembeba Prince Dube ni pamoja na assist nyingi ambazo amehusika nazo kwenye ndani ya michezo ambazo Young Africans wamezicheza na wamepata matokeo. Selemani Bwenzi amehusika kwenye matokeo mazuri kwa upande wa KenGold mpaka sasa hivi sa ana survive na inakuwaje? Ananyimwa tuzo ya mchezaji bora maanake ameisaidia timu yake ya, na pengine watu walitamani kumuona Selemani Bwenzi kuwa mchezaji bora wa mwezi lakini ki, amekuwa na msaada mkubwa ndio kwenye kikosi cha KenGold lakini ingizo jipya yes kuna kuna kuna point ambayo inazungumzwa ingizo jipya lakini kwa mechi ambazo amezicheza amekuwa na mwendelezo mzuri wa kufunga magoli lakini na hisi kilichomwangusha zaidi ni pamoja na kuona yani kuhusika kwake kwenye magoli hayajawa mengi yani kama unalinganisha magoli basi ukimtazama uh, Prince Dube yupo pale top scorer lakini Selemani Bwenzi ana magoli saba kama kama sio goli sita lakini kwenye kuhusika magoli mengi mfungaji bora Ken Gold ni ni ni Selemani Bwenzi nadhani kilichomwangusha Selemani Bwenzi ni kuwa na wa, na uaba wa magoli ya kuhusika, kwa maana ya assist, amehusika kwenye assist chache uh, na assist ambayo alihusikana uh, nadhani ni penalty ambayo alisababisha, lakini hata magoli mengine ambayo ameyafunga Selemani Bwenzi, kigezo kingine, kafunga ndani ya, ya magoli sita ambayo nimeyataja, ana penalty nyingi, lakini Prince Dube magoli kumi, kumi yote ambayo ameyafunga hana goli hata la penalty, nadhani ndio kigezo ambacho Hamdi Mirud mbele ya Fadi Davis na uh, kocha wa pambajiji yeah, ambaye ni yeah, Felix yeah, Minziro. uh, kwa tuzo hiyo ni sahihi kuchukua kwa Hamid Mirud yes, kumshinda Fadi Davis na minziro yeah, kwa maana ya michezo ambazo ameiongoza Yanga Africans kama kocha mkuu. Yanga amekuwa na mwendelezo mzuri wa kupata matokeo na idadi kubwa ya magori kwenye michezo ambazo ameongoza ame Yanga michezo sita, Yanga kafunga goli sita, Yanga kafunga goli tano, Yanga akafunga goli nne kwenye mechi mbili, kwa unaona amekuwa na consistency nzuri ya kupata matokeo ya alama tatu na kufunga idadi kubwa ya magoli, ndio amepata sare moja ndani ya mechi sita ambazo ameiongoza Yanga Africans dhidi ya Jeki Tanzania, lakini mchezo ule hakuruhusu goli. Kwa unaona, Fado Davis, naye amekuwa na mwendelezo mzuri, lakini uwaba, umekuja kwenye, Idadi ya magoli ambayo anayafunga ndio Simba anashinda, lakini unaweza kukuta anashinda goli mbili kwa moja, goli mbili kwa sifuri, goli tatu, kiwango kama hicho, lakini kwa Yanga wamekuwa na mwelezo mzuri wa kuweka mpira kambani, kwa maana kufunga magoli mengi, ndio kigezo ambacho kimemfanya Hamid Milud kuwashinda Fadru Davis pamoja na Flex Minzuru. Minzuru pia amepambana, ame kwa kiasi chake kuitoa pamba kwenye nafasi waliokuwepo, lakini bado hajaonyesha kiwango kikubwa kuwashinda Faru Davis pamoja na uh, Hamid Mirudi ambaye Young Africans ameikuta akipambania nafasi ya kwanza mpaka sasa hivi. Yanga wapo kwenye nafasi ya kwanza na wamehusika kwenye kufunga magoli mengi, kwa ukitaja timu ambayo imefunga magoli mengi ligi kuu ni Young Africans kwa hivi sasa. Kwa hiyo anadeserve kuchukua tuzo ya kocha bora. Ni siku chache bodi ya ligi imetangaza kwa baadhi ya viwanja visipofungua vinne kufungiwa Uh, leo tumeona wameweza kutangaza meneja bora wa uwanja wa Jenerali Isamuyo wa JKT. Yes. Alideserve, alideserve, uh, alideserve kwa maana uh, namna ambavyo pichi inaonekana kumbuka, ilikuwa inafanyiwa marekebisho, lakini baada ya hapo unaona kuna kitu kinaanza kuonekana. Ukifika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kuna kitu unakiona kuna radha ambayo unaiona pichi namna ilivyo wachezaji wanacheza kwa kuenjoy lakini pia hata mashabiki, unaona amejenga majukwaa. Sasa hivi kuna kitu ambacho kinaonekana kutokana na kipindi hiki cha kiangazi, tunategemea tunaona viwanja vingi vimekauka, pia na wenyewe ukiwa umefungiwa, lakini unaona uwanja wa Meja General alideserve kuwa meneja bora wa